Maandamano yaliyoanza kwa amani katika miji mbalimbali nchini Moroko kwa takribani wiki moja sasa, yamegeuka kuwa ghasia iliyosababisha vifo vya watu watatu na uharibifu mkubwa wa mali za umma na binafsi. Uanzilishi wa maandamano hayo ya tarehe 27 mwezi Septemba, wanaojiita Gen-Z mia mbili kumi na mbili wametaja sababu za maandamano hayo kuwa ni madai ya heshima, haki na uwajibikaji, wakilalamikia huduma za umma zisizoridhisha na kutaka serikali ichukue hatua kurekebisha hali hiyo. Miongoni mwa madai yao ni pamoja na kujiuzulu kwa waziri mkuu wa nchi hiyo Aziz Akanoch, maboresho katika sekta ya elimu na hospitali za umma, mapambano dhidi ya rushwa, sanjari na serikali kuelekeza fedha zaidi katika huduma za kijamii kuliko ilivyo sasa. Baadhi ya vijana wamesikika wakidai kuwa wanapinga matumizi makubwa ya fedha za umma katika maandalizi ya mashindano ya kimataifa kama kombe la dunia la 2030 badala ya kuwekeza katika huduma za msingi. Maandamano hayo yamefanyika katika miji ya Rabat, Casablanca, Tangier na Sale, wakitumia majukwaa kama vile TikTok na Discord kuhamasishana. Maafisa wa usalama wameripotiwa kutumia risasi kujilinda baada ya wa waandamanaji kuvamia kituo cha Gendarmerie huko Lilia ambapo watu watatu wamepoteza maisha kutokana na ghasia hizo. Polisi wa nchi hiyo inawashikilia zaidi ya watu elfu moja, wengi wao wakiwa ni vijana na watoto. Kundi hilo la vijana lililenga kuhamasisha mabadiliko ya kijamii kupitia maandamano ya amani, tofauti na hali ilivyo hivi sasa.